Migogoro ya ardhi nchini ni kilio cha muda mrefu kwa wananchi katika maeneo mbalimbali, ukiwemo mkoa wa Morogoro, hususan kwa wakulima na wafugaji, hali iliyoacha uadui na simulizi za maumivu kwa wahusika. Miaka ya nyuma, kama mnakumbuka, watu walikuwa wanakatana mapanga, watu wanavamiwa kwenye nyumba. Leo kama sio wakulima, leo wakulima wakivamiwa kesho wafugaji wanavamiwa, na watu wengine waliweza kuchomewa nyumba. Kulikuwa na uadui mkubwa sana. Vikao vya wananchi vya kutafuta ufumbuzi wa tatizo katika baadhi ya maeneo nchini vimekuwa vikitawaliwa na lawama zinazoelekezwa kwa baadhi ya watendaji. Umeongeza maeneo ambayo siyo sehemu ya ofisi. Sasa kwa sababu ni hivyo, hawakutaka kuelewa wala kuambiwa, ndiyo ikaongeza sehemu ambayo ni ya kwangu mimi, sio sehemu ya ofisi sasa ikapelekea kutaka kuambia wasifanye hivyo, lakini wakawa hawakubali, na bado eneo hili hili la kwangu hilo la kwangu waliamua pia kufanya barabara kibabe ki Ufumbuzi wa matatizo hayo mengi ya ardhi unatajwa kuwa ni sera ya ardhi moja, mbili, tatu. ni uzinduzi uliofanywa Jumatatu hii jijini Dodoma na Rais Samia Suluhu Hassan, wakati matarajio yakiwa ni kuondoa malalamiko ya wananchi, Rais Samia akawageukia maafisa ardhi wanaonekana kuwa ni kikwazo. Wenzetu mlioko kwenye sekta hii ya ardhi, niseme ukweli hapa kwamba hamsemwi vizuri na jamii. Mnasemwa kwa kutoa kiwanja kimoja kwa watu zaidi ya mmoja. Wakati mwingine ni mazingira yanayofanya hivyo wakati mwingine ni makusudi. Kuna kamdudu kaleka natembea tembea. Rushwa inawafanya mfanye vitendo vya ovyo sana. Niwaombe sana, niwaombe sana watumishi kwenye sekta hii, kila mmoja sasa aseme na moyo wake aseme na kwenda kubadilika na kuhudumia nchi yangu. Yanayotokea ni kubadilisha, kubatilisha haki kuwa halali na halali kuwa batili, hili Mungu halipendi hata kidogo. Lakini pia mnasemwa kwa kujiliki, kujilimbikizia viwanja kwenye miradi mbalimbali mbali. Kama mnapima viwanja elfu tatu basi viwanja mia tatu mia nne ni vya watumishi wa ardhi. Pia Rais Samia anasema uzuri wa sera hii unahusu pia upimaji wa ardhi maeneo ya bahari na maziwa ambayo yameonekana kuwa na migogoro na kuhitaji diplomasia baina ya nchi na nchi. Kwenye hili nadhani huwa mnasikia sikia, mara tunabishana na huyu, ziwa limesogea huku, ziwa limerudi huku, mara tunabishana na huyu, mto umezidi huku, huu umezidi huku. Kwa hiyo tunakwenda sasa kupima, tunajua ni changamoto, kuna diplomasia ya kutosha, lazima itumike ili kuelewana na majirani, na tuweze kupima na tujue Tanzania tunakwenda mpaka wapi, na kuviepusha vizazi vyetu vijavyo na migogoro ya ardhi. Aidha, kupitia sera hiyo, suala la upimaji na umilikishwaji wa ardhi litashughulikiwa kupitia kamisheni ambayo itajumuisha masuala yote hayo. Uzinduzi huu ni hatua muhimu katika kuhakikisha kwamba sera ya ardhi inakwenda sambamba na mahitaji ya ardhi na mustakabali wa taifa, ukilenga kuleta uwiano sawa katika umiliki na matumizi ya ardhi kwa manufaa ya Watanzania wote. Joyce Mwakalinga, Azam News, Dodoma.